Viungani hapa aliona moshi hapa uwanjani, mimi sijaona. Bora hata wamejibu wananchi wengine, inawezekana kama aliona moshi, ni uoga wake, na huo moshi utawatafuna. Yaani kwenye vipigo vile sita tumeleta na huo moshi sasa Eh, kwenye mipigo sita na, na moshi umekuja sasa. Huo moshi ni siri, ulikuwa rangi gani? Mweusi, mweupe, mweusi moshi huo hapo. Aya, wamekwisha. <laughs> kama walivyokufa kama Silva na wengine watakufa hivi hivi kwa moshi huu au wenyewe wenyewe. Una maana gani huu moshi wa tiba? Ah, ah, wamekwisha. Ah, ah. Kumbe kuna moshi wa namna hii. Ah, basi shughuli imeisha eh. Kwao kila kwa timu tunaikaribisha, sisi tutaishughulikia. Shinda kwa moshi. Sio kwa moshi wenyewe, kama wanaamini moshi huo umekuja kwa sababu ili tushinde basi ni kweli tutashinda kwa ajili ya moshi, na kama Silva mwenyewe kas tumemtakatisha, kaondoka na ubabe wake ule wa maneno. Sasa ni timu gani itatuzuia sisi kuelekea tu ya makundi? Tutegemee moshi sana, kama kama, kama utahitajika, uta utakuwepo b uh, kwenye, uh, kwenye ligi zile alama mbili, ndugu zangu kweli, Yanga tumeangusha hmm. Lakini kwa mkoa ambao sisi huwa tunagonga mwamba mara nyingi ni Mbeya na Mbeya hmm, wanajua wanachokifanya, wanachokifanya wanajua hmm. Lakini sehemu ya kurudisha hizi alama ipo eh? Mbona nyiye hesabu hmm, zenu haziendi vizuri Sehemu ya kurudisha alama hizi sisi Yangafika kupo hizi <laughs> <laughs> <laughs> alama, alama zipo kwa Simba e. e. yeah. so. kwa sababu yesi ndo anataka ubingwa sasa. Sisi ana alama zetu sita nani atakuwa bingwa? <laughs> ana alama sita na magoli ya kutosha nani atakuwa bingwa? Mi nimeacha alama kwa Mbeya City. Mbeya City hawezi kuwa bingwa, Azamu hawezi kuwa bingwa, ana alama zangu naye sita hii ina alama sita kaka. Kwa hiyo mimi nikichukua alama sita kwa Azam na magoli ya kutosha, nachukua alama sita kwa Singida na alama za kutosha, naenda kwenye tawi langu Simba nachukua alama sita na magoli ya kutosha. Ambaye katika timu inaongoza kunipa alama sita kila msimu ni Simba na magoli mengi, atuwakamii ni tawi Simba ni tawi la Yanga. <laughs> <laughs> Yaani tunaamua tumfunge ngapi, tunaamua tuchukue alama ngapi kwa msimu, ushaelewa? Kwa hiyo hii ndio timu inaongoza kutupa pointi kwa, kama tukichukua pointi hizo, kwa hesabu za haraka, Yanga bingwa tu. <laughs> E, moshi nimeuona, labda tu kitu ambacho watu hawajaelewa ule moshi u, ulikuwa ni wa kwetu sisi wananchi e, bwana. Unajua Mbeya wako karibu na Malawi, kwa hiyo mnavyoona Mbeya sita anatusumbua ni haya mambo yanayotoka Malawi jamani msione tumefuzu hapa. Kazi ilikuwa nzito nyie, kazi ilikuwa nzito, sio mchezo. Lakini alhamdulillah sisi tumeingia makundi, tumeingiza bilioni moja na pointi kadhaa na unaongea mapesa e, e, yani bilioni moja na pointi kadhaa, na leo tunatangaza kocha wa bol pamoja na msaidizi wake na benchi zima la ufundi e, sasa ile yanga ambayo tunaijua sisi, gusa achia, twende kwao, utaanza kuiona kuanzia kesho kutwa tu hapa, Jumanne tuko KMC tunacheza na Mtibwa. Naomba nikwambie karibu sana, uje uone mpira, utajiuliza ndio Yanga hii kweli? Unatamani kuona kocha wa aina gani akifundisha Yanga kama kawaida, Yanga kama unavyojua, mashambulizi yetu sawa. Hatujazoea sisi mpira wa butu au wa kupiga winga, tupe mtu ananii, hapana. Mpira wetu sisi ni wa pasi fupifupi, lakini za haraka, ndio mchezo ambao tunautaka sisi. Kama utagundua, leo tumecheza na tensheni kubwa sana. Kwanza tulikuwa na wasiwasi wasi, kwa sababu maneno yalikuwa mengi, mitandao imetukashifu sana, alafu wale jamaa wapumbavu wanajua kuvuruga kisaikolojia wale. Mi nilijua wamekata viuno pale wakati wanashuka tu eapoti. Eh, bana, uliona mpaka wakati wanaingia kwenye pichi wameingia nafanyia wanakata viuno, na naomba niwathibitishie kesho nitakuwa wa kwanza mimi kuwasindikiza airport. <laughs> na mimi na wakati ya viuno mpaka kwenye ndege nao. Sawa bwana, umekitazama vipi kiwango cha Pakome? Ah, yule ni sayari nyingine bwana. Pakome ni sayari nyingine. Mimi siangalii goli alilofunga, naangalia ali ile ngoma iliyopiga besela. Ah, na jinsi alivyokuwa anawachota anaondoka nao na nini. Angalia, naomba nakuambia siri tu, walimuumiza pale lakini kutokana ni mchezaji mkubwa anayejielewa, ameendelea kuvumilia mpaka mwisho wa mchezo, na mchango wake ni mkubwa kweli kweli. Ukweli tunahitaji wachezaji aina ile katika kutuvusha, kutufikisha mbali. Kama kawaida, sisi tuliomba tufike makundi, lakini binadamu tumeumbwa na tamaa. Ukipewa kidole, unaomba mkono, ukipewa hey, mkono unaomba nani? Sasa hivi naomba nikuibie siri tu, Yanga tunaangalia tusipofika fainali basi ni kurudi na kombe tunaangalia vitu hivyo tu. Tena kurudi na kombe la Afrika, Afrika. Afrika. ndio kitu kama tunachoangalia sasa hivi kumvua Piramidi, na utakuja unaambia lolote linawezekana. Piramidi huyu ambaye amechukua Super Cup juzi hivi navyokwambia Pirates ikachezea tatu kwake, alafu katolewa e. kwa hiyo mpira chochote kinawezekana, achana ah, nayo bwana awa ndugu zetu walisaidiwa tu na hawa pira butu butu. Hii wengi wamechangamka na timu kidogo, sasa hivi inacheza imecheza kwa, ku, kwa, ku, kwa kuangalia uh, mashabiki wanataka nini, na wameweza kucheza mpira wa Yanga ambao tuliusahau kwa muda, kutokaje ule Roman Fouls yule, amecheza alikuwa anacheza kwenye mfumo ambao sio kwetu kabisa, lakini huu sasa naona timu imerudi kwenye mfumo wake na Pacome leo ukaweka, unaona, timu imefunga magoli ambayo sio ya kubahatisha, ni magoli ambayo yanatengenezwa. So tunataka timu icheze hivi na nadhani na, na, na, tukipata mechi nyingi zaidi tutabadilika zaidi kuliko hapa tulipocheza. Sasa hivi nimemtazama Mabedi amekuja na mabadiliko mengi sana leo, ameanza na Zimbo JR, lakini pia amempumzisha kiungo namba sita ambaye alikuwa anacheza Aziza na Mbwile. Sisi kila mchezaji Yanga ana utayari wa kucheza koni ni yeye alivyoona kocha huyu kwamba anamwanzisha nani. Ha, ameweza kuanzisha kikosi ambacho kimefanya vizuri na kimempa matokeo. Sisi wananchi tuliojaa leo hapa, wengi tumefurahi kwa sababu tulichokitaka ndo kimetokea. Lengo mama ilikuwa ni kuvuka tu, tumeweza kuvuka. Lakini pia wananchi tumeona mpira wetu ambao tumeuzoea, tumetengeneza nafasi nyingi, lakini tumepoteza nafasi nyingi pia. Mtani wako kesho anacheza hapa. Ah. Wewe timu wenyewe inaitwa usingizini. Sasa usingizini anacheza nao, watu wanacheza nao hapo usingizini, wale Stena Bush wa South Africa walifunga ile timu nane bila. Sasa kuna timu gani hapa? si tukipata timu inaitwa usingizini ni kumi ni maafa Hakuna mechi kesho, wamepata kibonde bwana, yeah. wamepata wamepata kibonde, wamekifunga goli tatu. Mimi nilisikitika wewe, ti, ti, timu inatoa usingizini unapiga goli tatu yeah. Ah, yeah. sio sawa. Timu ya makundi ndo hii timu yeah. Imechangamuka kama hii, nani atatufunga sisi Afrika? Hakuna yeah. timu ya kutufunga Afrika, labda angekuwa yule kocha mwenye pila ogo lakini pila hili yeah. pila laanga Afrika yeah. agusi mtu ili pila laanga Afrika. Ili pila la wananchi ndo hili, eh, pila misotojo. Hakuna timu inacheza mpira kama huu Afrika, ni sisi tu. yes. yes. ah.